Tusivurugwe ndugu zangu, tunaanza hili, tunakwenda hili, tunakwenda hili. Sasa katika vile visingizio vya kuepuka na aibu ya kushindwa kwenye uchaguzi, wanaweka visingizio, visingizio vyote hivi vinaungwa mkono na nje. Hawana hata aibu, nje huko wanakaa o, oh, Tanzania ifanye moja, ifanye mbili, ifanye tatu, halafu ndio itakuwa hivi. Who are you? Niwaulize ndugu zangu, niwaulize, kwao hayatokei, kwao hayatokei. Tumenyanyua sauti sisi kusema ya kwao? Wanadhania bado wao ni masters wetu, ni wakoloni kwetu. Kitu gani ni fedha chache wanayotugaia, ni fedha chache wanayotugaia, na fedha yenyewe sasa hivi haipo tunafanya biashara wao wapate na sisi tupate, ndipo tunaposimamia. <tune> nataka niwaambie, <tune> <tune> Tanzania oye! Haya, tukae ndugu zangu. Nataka niwaambie ndugu zangu Watanzania, kawaida kawaida, mwanamke mzuri ndio anaopiganiwa. Uongo kweli? Utakuta watu wanafokeana, wanapigana, wana nini? Ukicheki majanadume mawili matatu yanapigana, katikati kuna mwanamke mzuri. Sasa nchi yetu hii alhamdulillah, Mungu katuumba vizuri. <laughs> Katuumba vizuri sana, katuweka pahali pazuri sana. Kama ninavyowaambia, Tanzania ni lango la kuingia Afrika. Tanzania inaweza ikatumika vizuri sana kibiashara, inaweza ikatumika vizuri sana kisiasa za dunia, inaweza ikatumika. Tatizo ni siasa tulionayo siasa ya kutofungamana kwa upande wowote. Kwa hiyo wengine wanakuja mlango huu kueni na sisi, wengine wanakuja huu, lakini pia mali Mungu alizotumba nazo, madini Tanzania. Sisi tuna bahari ambayo kwa kupitia bahari unaweza kwenda kokote ulimwenguni. Tanzania tuna maziwa makubwa ambao kwa kutumia hayo unaweza kufanya biashara yoyote na na nchi nchi jirani jirani hapa, ukasafirisha vyovyote vile kwenda nchi jirani. Tanzania tuna ardhi nzuri ya kilimo, na ndio maana tunajitosheleza kwa chakula kwa asilimia mia moja ishirini na nane tunakula na tunauza kubwa zaidi. Serikali tumejua kwamba kilimo ndio kila kitu chetu, kwao tunatoa ruzuku kwa wakulima wazalishe zaidi mazao wa ya chakula na ya biashara. Tanzania sisi tuna hayo madini ambayo sasa, kuna madini yanaitwa madini adimu duniani. Ndio dunia yote imetoa macho hapo, pamoja na kwamba yapo kwengine duniani, lakini Tanzania ni moja kati ya nchi ambazo hayo madini yapo na watu wanayatolea macho. Kwa hiyo tunapigwa, tunalembewa mawe kwa vile Mungu alivyotuumba. Sasa nataka niwaambie. Maumbile yetu na utajiri wetu isiwe laana, tukauana sisi kwa sisi kwa kushawishiwa na wanaotolea macho nchi yetu. Hapana. Mjenga nchi ni mwananchi. Huu ni wakati wa Watanzania kushikana, ndugu zangu, na kujua kwamba yaliyoumbwa na Mungu hapa kwetu ni yetu. Ni yetu. Na haya Mungu alitupa makusudi kuinyanyua nchi yetu, kuinyanyua nchi yetu. Nyuma hatukuwa tunapigwa mawe sana, tuko tunahesabika tu ni nchi maskini inayoendelea polepole na nini na nini, lakini tulivyofungua utajiri, tukatumia rasilimali zetu kwa utalii, tukatumia madini yetu kibiashara, tukatumia bahari yetu na maziwa yetu kujenga uchumi wetu, hili sasa ndilo linaloumiza watu huko ulimwenguni. Kwa hiyo huu si wakati wa kukaa tukanyosheana kidole sisi kwa sisi Tanzania. Ni wakati wa Watanzania kushikana tukasema Tanzania ni yetu, Mungu aliiumba hapa kwetu, na lazima itufaidishe sisi Watanzania. tunaposema tunalinda nini, wanaita sovereignty, tunalinda uhuru wetu tunalinda nchi yetu lazima tuseme kwa moyo sisi wazee ambao tunakwenda zetu na vijana mlioinuka hapa wa under 50 sisi tunaondoka tunawaachia nyinyi hatujui kati yenu au nje ya nyinyi nani anakuja kuwa rais hapa lakini hilo mlijue vizuri sana mlijue vizuri sana na kwa bahati mbaya maumbile ya mwanadamu yanakushawishika wameweza kuwashawishi watu wetu wengine, na ndio hao wanaotekeleza. Na ndio maana nikasema mradi huu uliotokea una walio upanga, kuna washitiri, kuna watekelezaji. Kwa hiyo kuna washitiri na watekelezaji ndani ya nchi yetu, ambao hatupaswi kwa namna yoyote ile kuwaachia watu vuruge, ndugu zangu. Nilisema aliyopita sindwele tugange ajayo, lililopita limepita. Kwa maneno tunasikia, liko jengine linapangwa kini. Inshallah mola hatosimama nao, litapeperuka <coughs> lakini nataka niseme, nataka niseme nilimsikia mmoja katika waandaji wa nje Anasema, hebu tarehe tisa liakhirisheni, nendeni, subirini Krismas kwa sababu sasa hivi wamejipanga. Nataka niwaambie, wakati wowote wakija tumejipanga, wakati wowote wakija tumejipanga.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 Hiyo inatokea ndani ya nyumba tu, ndani ya nyumba tu. Baba ukeshamkera mama, ukimrudia jioni akuambia sitaki mpaka ufanye hili na hili <laughs> na utafanya ili maridhiano yaende. Uongo kweli? Sasa serikali haipewi masharti hayo, serikali haipewi masharti hayo, labda serikali ya wanafunzi kwa walimu wao hilo linakuwa serikali ya wanafunzi, hamtapata hili hili hili mpaka mfanye hivi, wanafunzi watafanya. Lakini sovereign state yenye kujielewa na kuendesha mambo yake, mm -mm, mm -mm, mm -mm. kama ni Watanzania wa kweli na wanaumwa na Watanzania kama wanavyosema, maana mara nyingi wanasema o oh, tunasema kwa ajili ya wananchi. Unajiuliza wepi wepi kama kwa ajili ya wananchi, wananchi walishasema, walishatoa maamuzi, wameipa CCM asilimia tisini na saba. Hayo ndio maamuzi ya wananchi. Wananchi wanao wasemea wao, wepi? Alafu wanahoji kwa nini asilimia tisini na saba, kwa nini isiwe. Waswahili wanasema paukwa pakawa, wao hawakuwepo na wale kumi na sita waliokuwepo ni wadogo sana. Wao ambao wangetingisha CCM hawakuwepo, hakukuwa na Chadema, hakukuwa na ACT, ndio ambao tungekwenda nao, na sisi tulijitayarisha kwamba tunakwenda kupambana na vyama vyenzetu vikubwa. Hawakuwepo, mwananchi afanyeje? Tunataka kuambia hata hawa wafuasi wao walipigia chama cha mapinduzi walipigia chama cha mapinduzi. Wale wanaohoji kwa nini asilimia tisini na saba? Hiyo ndio kilichotokea, ni asilimia tisini na saba ya waliopiga kura, sio ya watanzania wote, ya waliopiga kura ni asilimia tisini na saba. Kazi imefanyika, kampeni imefanyika na watu wameelewa, wamepiga kura, na Mungu ni mkubwa kwamba lile bala lao walilianza saa tano sijui sita Watu walishajipeleka mapema asubuhi, wakapiga kura, wakaondoka. Mungu ni mkubwa hasa kwenye miji, hawakufanya kote, hasa kwenye miji. Kwa hiyo ndugu zangu, sisi ni Watanzania. Tanzania itajengwa na Watanzania. Jeraha limetokea, lazima sisi Watanzania tutibu jeraha letu, na hili sio la kwanza tulipata jeraha kama hili elfu mbili na moja ni watanzania sisi sisi tukatibu jeraha letu jeraha hili halitatibiwa na nje nje tutawekewa masharti tutafutiwa misaada sijui tutawekewa nini gani lakini watakaotibu jeraha hili ni sisi watanzania ni waombe tukae kwenye majukwaa yetu Wazee, mna majukwaa yenu, na kwenye majukwaa yenu mna dini mbalimbali, mna makabila mbalimbali mbali, mna vyama mbalimbali mbali, lakini wote wazee, wako kwenye majukwaa yenu, kaeni mzungumze, kaeni mzungumze, vijana wetu wasitumike walivyotumika. Unaporudi leo mzee na kulia, kijana wako kaumizwa mguu, kijana wako kwa bahati mbaya alikufa Ulishindwa nini kumzuia asitoke? Ulishindwa nini kumwambia maneno ya hakima asiende? Tukawaachia sisi? Ndio wazee wa nchi hii, tukae tuzungumze na vijana wetu kwenye mabaraza yetu na kwenye majukwaa mbalimbali. Viongozi wa dini, kama kweli kama kweli vizimba vile tunavyoingia msikitini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Akbar, na madhabahu yale tunayoyatumia, kama kweli tunayatumia kwa moyo na kumsabili Mungu, twendeni tukamsabili Mungu. Tuacheni huu uchochezi unaotokea, tuacheni. Tusende kumtania Mungu, huku ni kumtania Mungu, kuchukua utashi wako binafsi wa nafsi yako ukauingiza ukauvisha majoho ya dini. Hapana, huku ni kumtania Mungu, ni kumtania Mungu. Tuacheni kumtania Mungu, ndugu zangu. Nimesema kazi yetu sasa ni kuziba jeraha, na hapa nataka nizungumze na watoto wangu pia, wanaoangalia mbele, vijana wangu hawa na wengine walio nje, wanaoangalia mbele 2030 safari hiyo isiende kutuvurugia nchi yetu. Nilizungumza na mawaziri wangu nikawaambia, namwangalia mmoja mmoja, una interest ya huko, kaa nje kafanye huko, usifanye ukiwa ndani ya serikali yangu. Nimekuweka hapo ukatumikie wananchi. Interest yako ya huko mbele twende utaikuta uko mbele. Mungu ndio anajua nani kiongozi wetu baadaye, ni Mungu peke yake ndio anajua, kwa unaweza ukajipanga, unaweza ukawa na mikakati, unaweza uka usiwe, kwani wangapi waliomba na wakapanga na wakawa na mikakati, walikuwa na walikuwa na nguvu zote mpaka za kifedha, walikuwa. Mungu ndiye anajua nani uko mbele, ndio kiongozi wetu, kwa ile safari elfu mbili na thelathini isiende kutuharibia nchi. Ndugu zangu, mengine yaliyosemwa na wazee hapa nimeyapokea. Waziri wao yupo ambaye atashughulikia shida zao. Na mimi katika ziara zangu kote Tanzania nikifika ndani ya mkoa la kwanza ni kuonana na wazee wa mkoa ule kote, toka niko makamu wa rais mpaka nimekuwa rais, huo ndio mtindo wangu, nikifika nikuonana na wazee wa mkoa. Tatizo hapa linakuja, Dar es Salaam ni mji, kwa hiyo ukiwa Dar es Salaam unajisi, ah, niko Dar es Salaam makao makuu, ukiwa Dodoma, ah, niko Dodoma makao makuu. Lakini ukifanya ziara mikoani huko, nikifika la kwanza ni wazee nasikiliza shida zao, nasikiliza maoni yao, yote tunayajua na tunayapeleka wizarani kwao ili yafanyiwe kazi, na katika tunayoyafanyia kazi ni hiyo kujua kwamba kila tunapozeeka na miili yetu nayo inahitaji haja maalumu ya matibabu kwao, hilo nalo tume, tumelishughulikia. Ndugu zangu, baada ya kusema hayo niseme tena kwamba kuna madai ya haki, lakini ha haki huja baada ya wajibu. Fanya wajibu wako, udai haki. Lakini pia katika kudai haki, tumekubaliana njia za kudai haki. Sasa timiza wajibu wako, useme mimi nimetimiza wajibu wangu, lakini haki hii sikuipata kwa hiyo nenda kwenye vyombo vinavyotoa haki, wende ukadai haki yako, japo wanasema haki haiombwi, hudaiwa. Sio madai haya waliofanya wenzetu, hapana. Tumeweka vyombo vya madai ya haki. Kwa hiyo wale wote wenye madai ya haki tutimize kwanza wajibu wetu, halafu twende tukadai haki zetu. Nimesema jenga nchi, ni mwananchi Kwa hiyo sisi ndio wananchi wa Tanzania, uwe unatambua uwepo wa serikali hii, uwe hutambui uwepo wa serikali hii, serikali ipo, inaendesha Tanzania, na sisi ndio wananchi wa Tanzania tunaotakiwa kusimama, kushikana, kufanya umoja wetu, kuweka nguvu kwenye amani na utulivu wa nchi yetu Tanzania. Oi, ndugu zangu, kaka zangu dada zangu na wadogo zangu, niwashukuru niwashukuru sana kwa nafasi hii mlionipa, niwashukuru kwa jukwaa hili mliloliandaa. Nimewasikia, mmetusikia. Nataka niwaambie, wakati wowote wa mna haja ya kuonana na mimi, basi mimi niko tayari, kama Samia, kama Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama amiri jeshi mkuu wa nchi hii Niko tayari kuonana nanyi wakati wowote. wa Kama nina kazi nitawaambia, kipindi hiki nina kazi, tufanyeni kipindi hiki, lakini niko tayari kwa mazungumzo. Asanteni sana.